kushinda siku zote. Waislamu, tutakatumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametujalia katika huu ulimwengu, mawasima mukhtalifa, misimu tofauti tofauti, iliokuwa na ubora ndani yake, lengo na madhumuni ni kuweza kukava yale mapungufu yetu kwa masira, kama takbira tulete istighfar hizi siku. Kadhalika ni sunna hizi siku kufunga, hizi siku tisia, na yafaa kwa mtu alokuwa na deni anayedaiwa Ramadhani kwenye hizi siku tisia, aweza akatiania kuwawafunga ram, kulipa ramadhani na niwafunga ni kupatiliza hizi siku tisia, ambao leo sisi tutaangalia mwezi lakini wenzetu baadhi ya nchi ikiweko Suudia, wao wameanza leo, na haya si masala yao ya ushindani. Faman taajala fi yaumaini, hiyo hiyo ibada ya hija. Umeambiwa ukifanya haraka siku moja siku mbili si makosa, wa man taakhara fala ithma alaihi Hubaki suala kwani, arafa ni mbili? Arafa ya kusimama ni moja. Tafautisha arafa kwa mambo mawili tofauti, ndugu yangu. Kuna arafa kama kusimama, kuna arafa kama kufunga. Asimamao hafungi, afungae hasimami. Sasa asimamao na simame atakapo, na afungae afunge kwa sababu hupati kwenye vitabu vya fikihi vimeambiwa arafa, ila utakuta imetaja na tarehe mwezi tisia. Sasa lazima tuitafute tisia yetu. Mwenyezi Mungu asemaje? walfajiri wa layali na ashri, sio walayali runinga, sio mfuate TV, mfuate wa layali na ashri, mfuate masiku kumi weataka kuj, hebu leo ni ishirini na nane leo ni ishirini na tisa leo kwetu ni ishirini na tisa Wataka kufuata, Mungu akubarikie, Mungu akutakabalie. Na sisi tutakao kufuata mwezi wetu, Mungu atutakabalie, Mungu atubarikie. Si ya ugomvi. Sasa hizi siku tunatakiwa tuwe na nia njema ya kusameheana. Tatizo, hizi siku ndo watu tukanana, hizi siku ndo watu kukoseana heshima lakini kawaida ha ya fidhuli, mtu akiwa fidhuli hatungi hata zile siku. Mpe nafasi mwenzako, yeye ameona afuate mwezi wake sawa, yeye ameona afuate mwezi wa Saudia sawa, yeye ameona afuate mwezi wa hata wa Israeli sini, kufuata mwezi tu umeonekana, umeonekana, pengine una kadhia baadhi yetu sisi hatujaifahamu, lakini chifu kadhi ametangaza. Mungu amjazi kheri, Mungu amuweke ampe siha na afya. Lakini hebu sikiliza lile tangazo kwa makini, chifu kadhi ametangaza vipi? Ametangaza mwezi umeonekana au mwezi umeonekana Saudia? Hakufanya khiana chifu kadhi, Mungu amjazi kheri, amesema wazi mwezi umeonekana Saudia. Sasa sisi angala mwezi Suudia, angala mwezi Kenya. <laughs> kwa hiyo maanake hili ni kauli ifasiri kwa wale wanaoonelea wafuate Suudia mwezi umeonekana. Mbona Ramadhani hatangazi mwezi umeonekana Suudia? Kwa sababu yeye alisema mapema, Mungu amjezi kheri, msimamo wangu kwenye idi ya mfungo tatu, mimi nitafuata wapi? Suudia na sisi hatumpingi la, lakini twatofautiana na yeye hatumpingi kwa maamuzi yake. Maamuzi yake ya sawa, maamuzi yake mazuri, lakini twatofautiana na yeye kwa kuheshimiana, kwamba yeye ana msimamo, ana msimamo. Ingekuwa ni mwezi ameutangaza umeonekana hapa, hata Maganya kulo au Shakahola, ingetulazimu sisi tufuate, kwa sababu mwezi umeonekana. Lakini mwezi umeonekana, si hapa si sehemu tunaofanana matlai. Tuna khiari kama mwingine wakati wote, hata kama umetangazwa hapa, ana khiari. Kwa hiyo cha msingi tusitukue ni statement kwamba mbona nyinyi mufuati. La, twamfuata sana na twamuheshimu sana na twamkadiri sana na Mungu amjazi kheri, ampe umri mrefu na afya njema lakini kuna baadhi ya mam, masala fikihi ya turuhusu, na yeye pia anajua, aweza kusema hivyo hivyo lao akaulizwa